Kuna, kuna hadithi moja shafundishwaga shule ya msingi um, kinyozi mmoja alikuwa na mnye wa mfalme. Yule mfalme alikuwa na masikio marefu, lakini muda wote alikuwa anavaa kofia. Na mfalme akamwambia, bwana, mi wewe ndio unayeninyoa na wewe ndio unayefahamu kama mi na masikio marefu sana, naomba usimwambie mtu yoyote yule, iwe siri yako Alikuwa kila kinyozi alisikia kuna moto mfalme ana kwenye kwenye masikio, masikio marefu kwa akaongea kama mara mia hivi. Moyoni akapata ule utulivu ndo akarudi aka. Kwa hiyo hata kama ni wewe pia unaweza kutafuta sehemu kama alivyosema Dali, umeenda beach, umeenda wapi, ukajiongelea hata ni kwa unaongea tu. Ile paina inakulelefu inakupa utulivu kidogo. Kama utakosa mtu kabisa ambaye unajua kabisa naweza nikamwelezea ile jambo. Lakini kama kuna mtu um, jaribu mfate mtu ambaye unajua. Ay, kuna watu ambao unawafahamu kabisa. Fani nikimweleze issue kidogo tutaweza kuwe kuna.